Lakini mimi mm. Lakini kama nimemruhusu kama niweze ku feel his presence. Mm. Kama nimeweza kuruhusu kama kuendelea ku acknowledge na kusema kama like God, I believe even in this, you are here. Ni kwamba kuna nani tu ambaye ataendelea kukupa assurance like I am here. Yeah. Yaani kuna yeah. Nani atakupa assurance, atakupa amani. Uje kupitia zile seasons, nishike kupitia seasons ambazo everything else inakwambia like you don't have peace. Mm. Mm. Kama unasikia amani afu unalazimisha kujisikia vibaya, na raha gani yeah? Mimi yani, una like eh, una una unajikumbusha mwenyewe, unataka kulia, machozi hayaji, huzuni huyu anachekelea, anaonyesha funguo ya nini? Huyu anachekelea, anaonyesha, si labda ameenda shule.